Salamu alaikum, karibu katika Mahanjumati. Mimi ni Zainab Isa na kwa muda wa nusu saa basi tutakuwa wote kukuonyesha iftari gani ambayo tuko nayo siku ya leo. Na leo niliamua basi kujitreat mwenyewe, nimetembelea maeneo ya Masaki na niko hapa Salam Restaurant kwa ajili ya iftar, na nimeona basi nisiishie tu kufuturu mimi mwenyewe, nikutanisha na shefu wa Salam akuonyeshe basi jinsi gani wanavyoandaa iftar na mwisho wa siku basi at least upate one dish ambayo unaweza kuipika nyumbani kwako, na ukafurahia na familia yako. Kwani kukaribisha jikoni, kutana na chef tupike resepi moja ya iftar. Na niwakumbushe tu basi, tuko hapa kwa udhamini mkubwa wa SS Mahresa. Bila shaka unatumia jiko la Evog, ambayo hii ni ya plate 4 ni jiko la gesi ambalo linatumia ignition ya kibiriti cha betri. Ina maana kwamba ukiwa na jiko la basi, hutakuwa na haja ya kuunganisha na umeme, so moja kwa moja jiko lako basi, ukichomeka tu na gesi utaanza kupikia nyumbani kwako na pia tuko hapa kwa udhamini mkubwa wa ISS Bahresa. Kwa hiyo endelea kufurahia bidhaa zetu zote kutoka Azam, ambao katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhan, tuna unga wa ngano wa brand tofauti tofauti, kuna HBF kuna kuna SPF kuna PPF kuna HBF. Lakini pia kuna self rising flour, huu ni unga ambao una hamira ndani yake. Kwa hiyo kama unataka kupika dish yote ya kuumuka, moja kwa moja unaweza kutumia unga wetu wa self rising flour, unga uh, mweupe laini na unafaa kwa mapishi yote ya kutumia uh, kiumulishi yani baking powder. Bila kusahau tuna nazi zetu ambazo ziko tayari kwenye pakti, na mwezi huu mtukufu Ramadhani ndio kipindi sana cha kutumia nazi. Na kwa nini basi upoteze muda wako kukuna, kuchuja na kati? Sisi Azam tunakuletea pakti ya nazi, ambayo hii unaweza kuipikia moja kwa moja katika chakula chako. Na mwisho basi, utafuturu kwa kutumia juisi zetu mbalimbali kutoka African Fruit. jina lake nani? nchi gani ambayo tutaandalia siku ya leo? lakini mwisho wa siku utajifunza kitu gani kutoka hapa Salam? na kama nilivyokuambia mwanzo, ni special star kwa ajili yako. Karibu sana chef. Asante kwa jina, anaitwa Bernard Dionisi Rupungu. mm -hmm. ni shefu kutoka Salam Restaurant. Leo tuna chakula tutaandalia, kinaitwa barbecue lamb chops. mm -hmm. Okay, okay karibu. Uh, na tutatengeneza lamb chops na hizi chops ambazo unaweza ukasave na chakula chochote, either naan bread ama chapati ya kawaida ama chips o. So tutaangalia jinsi gani gani ya kumarinate hii nyama na kupika, na kupika chef moja kwa moja atakuonyesha kitu gani cha kuchanganya ndani ya uh, hii nyama. So kwenye marination kwanza hii kenina, kwenye hii nyama unatakiwa weka nini na nini kwenye hii nyama? kwanza tunatakiwa tuwe na black pepper. Okay, tunakuwa na bizari nyembamba tunaitwa cumin ambao tunakuwa mm -hmm. na abakio. Okay. Mboo inakuwa ina mixiwa na soya sauce na, soya sauce, okay. na chumvi baadaye, lakini hapa hatuweki chumvi kwa sababu soya sauce inakuwa ina chumvi ndio maana tunaweka moja kwa moja hiyo la soya sauce. Soya sauce. Na, okay. Na, na, na marination yake inaweza kuwa the, e, the same kwa sababu okay. testi yake ndio unavyofanya ma, maandalizi ya hiki kitu kitungo yake, unakuwa ni eh, nauliza kwa niaba yenu, ni kwamba hii marinade unaweza kutumia uh, hii recipe kwa nyama ya mbuzi, nyama ya kondoo ama nyama ya ng'ombe. So ni lamb chop kama hivi unavyoiona, unaweza kuweka nyama ya mbuzi ama ya ng'ombe, lakini marinade yake itakuwa the same. So let's start mixing. Okay. Hii ni black pepper. Okay. Ambao tunaita pilipili mtama. Inategemea, inategemea unaipata kwa urahisi wako zaidi. Kwa utajinyunyizia hapo pilipili manga then tutaweka na bizari nyembamba ambao tunaita cumin. Cumin. Ambao ni ya powder. Kuna Kwa hii haina haja kuchua tangawizi, tangawizi la kitungu saumu na inatikiwa watu, kwa sababu tunaweka kidogo kwenye barbecue kidogo kwa kwa sauce yake. Sawa sawa. Kwa ni very easy to marinate. Yeah. Tumaliza hapo, tuna pia tuna mm. Okay. Rosemary, okay <laughs> Kiswahili chake pata rosemary. Unachukua jana kidogo utaweka hapo, utachukua na hii barbecue sauce yetu ambayo tunaitwa sauces. Okay, ni mchanganyiko wa barbecue sauce na soya sauce kidogo na kidogo tangawizi Kwa kawaida ukifanya marination kama hii inatakiwa uiweke kama karibu ya nusu saa hivi, okay. Ili kidogo viungo iweze viungo vikoree okay. Afu ndo ili nyama inakuwa na ladha nzuri, kwa sababu ukichoma hapo hapo ladha yake iweze kupata, kwa sababu viungo vinapotea moja kwa moja, ila ukiacha kikae yes. Inapotea moja viungo vinaingia ndani zaidi kidogo kabisa. Nyama inakuwa na nzuri, umesikia? Kwa hiyo unatakiwa baada ya kuimarinate vizuri, unaacha at least dakika 30 ikae kule viungo vizuri, ndo uweze kuipika, na hii basi tuta grill kama alivyokuambia chef. Kwa hiyo tutaichoma kwa, tutapata mapumziko mafupi, tukirejea nusu saa yetu itakuwa imetimia kukamilisha marination Nyama yetu, na from there basi tutakuonyesha jinsi gani sasa tutakriwe. Kabla ya kuichoma tunachukua mafuta kidogo, okay. Ili kusudi kwenye unapochoma pale pare si nasi kwenye chuma hii nyama unavyoichoma, kuna mwingine anapenda hivi sana, mwingine anapenda hivi kati, mwingine hivi okay. kabisa kwa ambao kisema hivi kidogo, inasema inatakiwa hiyo medium rare, ambayo mtu unaibabua tu kidogo, mtu anakula. Wengi wanapenda, wengi wanapenda hivyo. Wengine wanapenda hivi kati, ambao unaivisha lakini si hivi sana hivi kati, maana yake inakausha damu kidogo, lakini kwa ndani kwa mbali na kwa damu. Lakini mwingine anataka hivi zaidi, ambao unakuwa well done, ambao unaikausha kabisa isionekane damu. Kwa hapa nadhani naweza kuifanya well done, well done ambayo inaiva kabisa na kausha damu kabisa. Yes. Ukitaka iwe well done ambapo tunataka kuifanya sisi, inatakiwa subiri ndani ya dakika 25 hadi 30, nyama yetu inakuwa well done both side hapo, ambapo kwa kila upande sema dakika 10 na 15, ambapo inakuwa imeshaiva kabisa, hauoni amna damu. Ila ukitaka medium well inatakiwa iwe dakika kama 20, ambapo dakika 10 dakika 10 inatoka. Ukitaka medium rare, maana yake inatumia kama dakika utakenii tena, umeelekezwa mpaka muda wa kupika nyama yako kama ukitaka well done, ukitaka medium rare na ukitaka rare kabisa. So, it's up to you unataka kupika nyama ya ladha gani lakini, sisi hapa tutafanya utaika uh, well done ambapo itafika ndani ya dakika 30. Hakikisha upande wako mmoja kwanza umeiva kwa dakika uh, 15 and then upande wa pili pia ukigeuza, utaacha tena dakika 15 nyingine ili ikamilishe dakika 30 za kutengeneza well done Lamb chop ambazo hizi basi uh, tumezichoma kwa kumarinate kwa kuweka tu pilipili uh, pili manga zenye mbamba ya unga na tumetia sauce ambayo hii basi ndani yake kuna barbecue sauce, soya sauce, kitunguu saumu na tangawizi, na tumeweka na herbs ambayo hii ni rosemary. Na nilimuuliza chef kwa hii marination unaweza kutumia nyama ya lamb chop pekee yake, asema hapana, unaweza kupikia kwenye nyama ya mbuzi, nyama ya ng'ombe, lakini uh, isiwe nyama ya kuku wala samaki. Kwa this marination unaweza kutumia kwa kupikia nyama ya mbuzi, ya ng'ombe na kama hivi tumetumia nyama ya kondoo. Let me ask you one thing. Ni lazima utumie kwenye chops ama let's say una nyama yako ambayo unataka kuifanya mishikaki sasa. Umeikata zile small cubes. Unaweza kutumia marination hii. Yeah, unaweza kutumia the same way. Okay. Kwa sababu yote inakuwa ndo nzuri kwa ajili ya nyama aaa, yeah. nzuri na ndio tumechagua sisi tufanya hivyo, kwa sababu nyama yoyote kutumia, ila kuku hauwezi, la samaki. Kuku inakuwa inatakiwa unaweka rangi yake ambayo ni mm -hmm. ya kuku yeah. ya samaki tunafanya kabisa. Kwa hiyo unaweza unaweza na na kutengeneza labda mishkaki, chakula chingine chochote, samagi mwezi hashala chengine Ramadhani, Lazima uwe na variety tofauti tofauti za kusev kila siku, na ndio maana sisi Mahanjumati tuko kwa ajili yako kukuletea mapishi tofauti ambayo unaweza kuyatumia kuyapika, kufurahia na familia yako katika huu mwezi mkubwa wa Ramadhani. Lakini ukijiona umechoka na huna muda wa kupika ftari, karibu sana hapa Salama ambao wanapatikana Masaki uje ufurahie na familia yako. Ana sehemu nzuri ya kucheza watoto, ana sehemu nzuri kwa ajili ya famili, na it's a halal food, 100% halal food. Kwa hiyo kwa Muislamu basi ni sehemu mahususi kabisa kuja kufurahia na familia yako katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sio lazima kila siku pike nyumbani, karibu sana hapa Salam ujionee jinsi gani wanapoandaa ftari na kunakuwa na buffet kwa ajili ya variety ya vyakula mbalimbali katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wakati nyama inaendelea kuwa grilled, umeona hapa kuna mboga mboga. Hizi mboga mboga umezistimu au umezifanyaje? Hizi mboga mboga tumezistimu. Okay, ambapo tuna nini na nini hapo? Ambapo hapo ndani tuna tuna marage ambayo tunaleta french beans, french beans, ambapo tuna yeah, broccoli hiyo. Mm-hmm. Kisha chake. Yeah. Kuna broccoli hapo, kuna carrots, mm-hmm, kuna cauliflower. Okay. Hizi hapo hizo zote umezistimu kwa pamoja? Zote tunazistimu kwa pamoja. Kisha kuwa haitakiwi zive sana. Yeah. Zive kidogo kwa sababu zikiiva sana inabadilika rangi na kuwa sawa nzuri, hata pia unakuwa umeshaondoa virutubisho. Kwa hiyo ni kuchemsha kidogo na kuzistimu. Unaziepua basi unazikizipoza, okay. Unaweka pembeni okay na but, and then unazisave vipi? Baadaye wakati unakuwa una save una pamoja na hiyo oda, mm -hmm, unatakiwa uchukue bata kidogo, unaweka kwenye pani yako okay. Unazisote okay. Okay. Baadaye unazipanga vizuri kwenye sahani yako ambayo inaondoka moja kwa moja na hiyo oda okay. Unazipanga pembeni unaziweka vizuri ambao bao amba unapozisotea, unaweka pia hii korenda ambayo tunaita kotimiri pia okay. Unazisotea pamoja ili mradi zote sasa zote ni zinaka szote pamoja kwa sahani yako sawa. Let's let's show let's show watazamaji wetu jinsi ya kusotea sasa. Tayari tumesha zi steam hizi hizinazitimisha na maji ya moto kidogo tu ili zi, ziendelee kuwa crunchy, si ndio? Ndio, tutasotea na bata pamoja na pamoja yeah. Na tutaweka kidogo na majani ya giligilani, yes, pilipili pili, manga yeah. okay. Na huu ufuta mm -hmm. tutatumia baada ya kuwa, kabla unavoenda uf... kumpekea mteja, ndo baada ya kupaka hiyo sosi yako ambao baba kiu badaye unaeka okay. una... kama, kama, ufutu. kama ufutu. Fantastic. urengokajuumayetu <laughs> tunaweka pembeni anyama yetu uko tarai okay. tunachukua bata yetu kiasi aweka kwenye pani kwenye moto baadaye, unachukua hizi mboga zetu, naika pamoja kwenye pani, nachukua pilipili tama kiasi, basi unaweza ukasotepa pamoja cha kwanza isipate moto kisha kuwa tayari, kwa sababu ile shaiva tayari unaipasha tu moto, kwa sababu ile bata na yenyewe kidogo unaongeza ile raza na mboga. Afu na mboga pia inaonekana inaonekana mzuri unapokuwa unaipanga kwa sahani yako, basi unaweza unapakua mboga yako hapa. Unaweza kutumia chipsi au viazi vitamu kwa ajili ya kusevia pia hiyo oda. Hapa sisi tuna viazi vitamu ambavyo tunavipasha kidogo tunavi fry, tuseme okay. Umeshavikaanga nakipasha okay. Kipa, kidogo safi kabisa. Hapa unasevu kwenye sani yako, unapanga vizuri. Baada ya hapo unaipaka hii e, nani yetu baba kisos. Baba kisos. Okay, unapaka vizuri. Baada ya hapo unaipanga vizuri kwenye sani yako juu ya mbogamboga zako Hapa natakiwa isimamisha kidogo. Ina muonekano okay, mzuri. Unaweka rosemary kama kidogo, ina muonekano mzuri pia. Unamariza inaitwa na sesame seed au fruit. Sesame seed ama fruit kidogo. Ah, it looks beautiful. Unanyunyizia kidogo. Na yako inaonekana vizuri ukimariza hapo basi na hii korienda yako nawezeka kidogo na penye kuongeza kama urembo Rainbow, yes. uh-huh. basi hapa wow. chakula chetu kiko tayari <laughs> karibuni asante sana siku zote mashefu anasema unaanza kula <laughs> ko macho kwa sahani ilivokoa, presentation nzuri chapili. <laughs> unakula kwa kwa harufu yeah. nzuri yeah. mwisho kabisa unafata landa. So yeah. hapa umetendea haki sahani yako 100%. Thank you for your time. Asante kwa kutukaribisha. Salam na niwakaribishe pia na watazamaji wetu salam, kwa ajili ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhan. Chef unatoko hapa kwa ajili ya kutayarishia iftari nzuri sana buffet safi na kama ulivyoona presentation is amazing. Karibuni sana Shukran sana. I hope you enjoyed it until next time. mimi ni Zenaisa, nilikuwa hapa Salam Restaurant na Chef, shef ambayo uh, la lamb chop, pamoja na uh, mbogamboga ambazo hizi boil, lakini baadaye tukazistia tukazi fry ama tukazitos kidogo kwenye bata na pilipili pili manga kidogo tu, na mwishoni, basi tumesave na viazi vitamu, ambapo hapa chef ametuambia unaweza kusave na kitu chochote ambacho unapendelea mwenyewe na ambacho kinapatikana salama, ambacho kinapatikana salama. Kuna chipsi, viazi vitamu okay, kuna pita bread bread, kuna kuna <laughs> roll bata nani, kila kitu unapata hapa sana, sana. Karibu, mash potato napata huko hapa, rice, <laughs> yote unapata hapa salama. Ulikuwa nami Zeneb Isa kwa wakati wote huo kwa udhamini mkubwa wa SS Bahresa, kama kawaida. Kama utakuwa na swali lolote, maoni ya maushauri, wasiliana nasi kupitia namba ambayo unaona mbele ya yako, lakini pia endelea kutufuatilia kila wiki Mahanjumati na tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, so next week might be Eid. tutakuwa na special dish kwa ajili ya sikukuu ya Eid. Asante sana, mpaka wakati mwingine nikutakie swaum makbul. Bye bye.